Kwa heshima na taadhima naomba viongozi tusimame. Mheshimiwa Rais na anawasili. Mheshimiwa Rais, naomba tukae, viongozi naomba tukae. Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa mawaziri mliopo. Mheshimiwa Balozi Dkt. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi. Ndugu makatibu wakuu. Waheshimiwa wajumbe wa Tume Huru ya Uchunguzi ikiongozwa na Mheshimiwa Mohamed Chande Othman, Jaji Mkuu mstaafu wa Tanzania. Viongozi wote mliopo. Habari za asubuhi. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima naomba uridhie, nimkaribishe Katibu Mkuu Kiongozi kwa ajili ya maneno ya utangulizi. Katibu Mkuu Kiongozi, karibu. Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri, makatibu wakuu, wajumbe wa tume, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kazi na utu. Mheshimiwa Raisi, tarehe kumi na nne Novemba mwaka huu, katika hotuba yako ya uzinduzi wa bunge la 13 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uliliarifu bunge kuwa umeunda tume ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea nchini wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Mheshimiwa Rais, leo hii tumekutana hapa kwa ajili ya uzinduzi rasmi wa tume ili ianze kutekeleza majukumu yake. Ninaomba nitumie nafasi hii kuwatambulisha wajumbe wa tume. Katika kuwatambulisha wajumbe, nitaomba pia nitoe maelezo mafupi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 uh, hivi karibuni na matokeo yake Watanzania wengi wanayafahamu. Kwa ufupi tu uh, CV yake ni ndefu, lakini nimeona uh, ni piki hayo machache. Wa pili ni Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamisi Juma, yeye ni mjumbe naye. Mheshimiwa Rais, ni prominent figure Tanzania, yeye ni jaji mkuu mstaafu wa Tanzania aliyehudumu katika nafasi hiyo kuanzia mwaka 2017 hadi mwaka 2025 alipostaafu. Kabla ya kuwa jaji mkuu, aliwahi kuwa jaji, jaji wa mahakama rufani uh, jaji wa mahakama kuu na profesa wa sheria katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Pia akiwa jaji mkuu alisimamia maboresho makubwa ya utendaji kazi wa mahakama ya Tanzania na kwa kutambua mchango wake katika kazi hiyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alimtunukia Profesa Juma nishani ya kumbukumbu -kumbu ya Muungano daraja la pili. Amewahi pia kuwa mwenyekiti wa tume ya kurekebisha sheria na akiwa jaj... kama jaji mkuu pia alihudumu kama kamishna na mwenyekiti wa tume ya utumishi wa mahakama. CV yake naye ni ndefu lakini nimepiki machache. A, watatu, ni Balozi Ombeni Yohana Sefue, naye ni mjumbe, naye ni prominent figure katika nchi yetu. Kwa kifupi, balozi Sefue ni balozi, mwanadiplomasia mwandamizi, na katibu mkuu kiongozi mstaafu. Katika nafasi yake akiwa katibu mkuu kiongozi, aliwahi pia kuwa katibu wa baraza la mawaziri, katibu wa baraza la usalama la taifa, na mkuu wa utumishi wa umma Aidha, katika nafasi yake ya katibu mkuu kiongozi alisimamia kazi za tume na timu mbalimbali mbali ambazo ziliundwa na rais wakati huo. Katika majukumu yake ya kidiplomasia amewahi kuwa balozi na mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa na balozi wa Tanzania katika nchi za Marekani na Kanada. Amewahi pia kuwa mwenyekiti wa jopo la wataalamu kwa ajili ya kufanya tathmini ya masuala ya utawala bora barani Afrika, yani African Peer Review Mechanism. Pia amewahi kuwa msaidizi wa rais wa rais wa awamu ya pili uh, hayati Ali Hassan Mwinyi na rais wa awamu ya tatu hayati Benjamin William Mkapa, na ndiye aliyesimamia uandishi wa vitabu vya marais hao ambavyo ni Maisha Yangu Kusudi Langu cha hayati Mkapa na Mzee Ruksa Safari ya Maisha Yangu cha hayati Mwinyi. Na pia balozi Sefue alikuwa makamu mwenyekiti wa tume ya rais ya kuangalia jinsi ya kuboresha taasisi za haki jinai nchini. Mwingine ni IGP mstaafu Saidi Ali Mwema ambaye ni mjumbe. Mheshimiwa Rais, yeye ni mkuu wa jeshi la polisi, IGP mstaafu. Akiwa IGP alisimamia maboresho makubwa ya jeshi la polisi ikiwa ni pamoja na utekelezaji na kuandaa mkakati wa polisi jamii. Akiwa IGP pia aliongoza jeshi hilo kupambana na uhalifu mbalimbali ikiwemo uhalifu wa kuvuka mipaka, ugaidi, biashara haramu ya binadamu na madawa ya kulevya. Amewahi pia kuwa mkuu wa kanda ndogo Sub-Regional Bureau ya Interpol iliyopo uh, Nairobi, Kenya na pia amewahi kuwa mjumbe wa tume ya rais ya kuangalia jinsi ya kuboresha taasisi za haki jinai. Wa tano ni Balozi Luteni Jenerali mstaafu Paul Ignace Mela, yeye ni mjumbe uh, Luteni Jenerali Mela mbalozi, lute ni balozi na luteni jenerali mstaafu wa Jeshi la Wananchi Tanzania amewahi kuwa balozi wa Tanzania nchini DRC akiwa jenerali mwandamizi wa jeshi. General Mera ameshiriki katika shughuli nyingi za kuleta amani. Afuatayo ni baadhi tu ya majukumu aliyowahi kuyatekeleza. Amewahi kuwa force commander wa majeshi ya Umoja wa Mataifa Darfur na amewahi kuhudumu kwenye timu ya usuluhishi chini ya rais mstaafu wa Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ambaye alikuwa msuluhishi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki katika mgogoro wa Mashariki ya DRC. Wasita, Mheshimiwa Rais, ni Balozi Joseph, David Joseph Miyeye Kapia naye ni mjumbe. Yeye ni balozi na mwanadiplomasia mwandamizi, na yafuatayo ni baadhi tu ya majukumu ambayo amewahi kuyatekeleza katika utatuzi wa migogoro amewahi kuwa msaidizi mahususi wa rais wa awamu ya tatu hayati Benjamin Mkapa katika mazungumzo ya kutatua amani mashariki ya DRC. Amewahi kuwa msaidizi mahususi wa rais wa awamu ya tatu hayati Benjamin Mkapa katika usuluhishi wa mgogoro wa Sudani, juhudi ambazo zilipelekea kuzaliwa kwa taifa jipya la Sudani Kusini. Amewahi pia kuwa mshauri mahususi wa rais wa awamu ya tatu hayati Benjamin Mkapa katika upatanishi wa mgogoro wa kisiasa nchini Burundi. Amewahi kuwa msaidizi mahususi wa rais wa awamu ya nne mheshimiwa Dkt. Jakaya Mrisho Kikwete katika timu ya Umoja wa Afrika ya usuluhishi wa mgogoro nchini Ivory Coast na amewahi kuwa mwakilishi maalum wa Tanzania wenye utatuzi wa mgogoro wa kisiasa nchini Zimbabwe, naye ni kwa machache. Uh, CV yake ni ndefu sana katika eneo hili. Wa saba ni Balozi Radhia Naima Msuya. Balozi Msuya ni balozi na mwanadiplomasia mwandamizi, akiwa amehudumu kama balozi wa Tanzania katika nchi mbalimbali ikiwemo Afrika Kusini, akihudumu pia kwa nchi za Namibia, Lesotho, Botswana na katika taasisi ya SADC. Na kutokana na ueledi wake katika diplomasia, balozi Msuya amewahi kutunukiwa nishani ya heshima National Order of Merit na rais wa Ufaransa. Hayo ni kwa kifupi. Nane ni Dkt. Stegomena Lawrence Stats. naye ni mjumbe yeye ni kiongozi mwandamizi mstaafu uh, mwenye uzoefu wa muda mrefu katika masuala ya uongozi, diplomasia na utengamano wa kikanda. Amewahi kuwa katibu mtendaji wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kwa miaka nane. Aidha, amehudumu katika nafasi mbalimbali mbali za uongozi ndani na nje ya nchi, ikiwemo kuwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano Afrika Mashariki na pia aliwahi kuwa waziri wa ulinzi na tisa na mwisho, Mheshimiwa Rais, ni Balozi George Madafa. Huyu ni afisa mwandamizi wa serikali mstaafu uh, amewahi pia kuwa balozi wa Tanzania nchini Italia. Mheshimiwa Rais, ofisi yangu imejiandaa kikamilifu kuiwezesha tume kutekeleza majukumu yake bila ya kikwazo chochote. Baada ya maelezo haya mafupi, ninaomba sasa kwa heshima nikukaribishe ili uzungumze na hadhara hii na kisha kuizindua rasmi Tume ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea nchini wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu. Naomba tusimame kwa heshima na taadhima. Waheshimiwa, tukae.